Tunakwenda kuomba kwa sababu leo tumekuja kuomba na kufukuza mauti ndani ya maisha yako, na tutakwenda kurudisha mauti mahali kwake tume. Bwana anasema mauti, nguvu zako ziko wapi? Mueeg, nguvu zako ziko wapi? Ninapenda nijue nguvu zilizomfufua Yesu katika wafu wa Filipo sura ya tatu mstari wakoe. Leo ningependa hata nikwambie habari ya Lazaro, vile watu wameogopa wakalia, walipoona Yesu wakaendelea kuogopa na kulia. Lakini Yesu ambaye haogopi, walipomwambia o oh, ameoza ah, wame, ah, eti wameoza Maraika Yesu akalia naye akasema, hawa watu hawanielewe. Ni nani mimi? Niliweka uzima ndani ya binadamu, na na binadamu alikuwa ni udongo na Lazaro pia amebadilika, amekuwa udongo. Sasa bibi Yesu kumurudisha, kumrudisha uhai, kumrudisha, utalishinda rafiki yangu. Can you imagine that, ama haujaelewa? Wewe umefanya kitu sasa, unaporudia mahali unakuta kimeangamia. Sasa mtu anakwambia analia, wakati wewe wa ndiyo injini ambayo ulikiunda. Sasa mu Yesu ndiye ambaye ameumba binadamu. Sasa wewe unamwambia, je kama mauti hatuwezi watu wa Mungu wanaangamia kukosa maarifa. Njoni tuite Yesu Kristo vile alikwenda akamwambia akamwambia udongo akamwambia mauti akamwambia, achieni Lazaro na mauti, ikaacha Lazaro, Lazaro akatoka iji. Rafiki yangu, tunakwenda kumalizia kwa leo. Nilikuwa na vitu vingi vya kusema kwa sababu tuko tunataka kuinua imani, tukuoneshe mauti ni kitu kidogo. Kwa jina la Yesu Kristo nafukuza mauti. Niliwaambia mauti uliua mauti. Ndugu yangu, tulikuwa hatujajua, tulikuwa Wakatoliki, tulikuwa tunaomba kila siku hatujue, lakini nguvu za Mungu. Sasa akafa hivi hivi, alikuwa ngali kijana akafa. Nikawaambia hao wafumu au wachawe au waloza yo majini na mizimu mumemupeleka tulikuwa hatujajua, lakini siku ya leo, ndani yetu aliye ndani yetu ana nguvu juu ya mauti. Kwa hivyo nikapigana, tukasema nyumba yetu tunaitoa kwa Yesu ambaye amefufua Lazaro, tunaitoa kwa Yesu ambaye ameumba nchi na mbingu na duniani na vilivyomo vyote. Hakuna nguvu zinazoshinda Yesu. Kwa hivyo, Yesu tunamtolea chote na atakwenda kutupigania, hakufi tena mtu. Amen. Hallelujah. Tunakwenda kukumbuka ninapomaliza. Anaitwa Esther na Mordekai. Nao walipangiwa kufa. Kabisa kifo chikawa pale karibu, wakawa wakafairini, wakaomba pia nao. Hayo kitu nasikia siri maombi. Rafiki yangu, tuache utani, tuache mchezo, tuingie ndani ya maombi Wakaomba. Ninaposema kuomba, mtu ambaye anaitwa Hezekia alimwambia Mungu, kumbuka mema niliyofanya, kumbuka nilitembea na oga na hofu mbele zako, kumbuka mimi mtakatifu. Hiyo kitu zalivisema na wewe, usiwe unafanya kosa la kusema ni kwenda kuomba tu, ama ni kwenda kusimama mbele ya mauti tutaifukuza? Hapana, wewe ni nani? Muwe watakatifu vile baba yenu ni mtakatifu. Yesaya hamsini na tisa mstari wa, na, na mbili Mungu anasema, mkono wa kuua mauti sio kwamba kwake ulisha kuwa mfupi ama kusikia maombi yenu ama kusikia mateso yenu, lakini dhambi zenu. Njoni tuende kwa maombi lakini tutengane na maovu. Dunia ilishakuwa mbaya, tengana na maovu, uwe mtakatifu na chochote tutakachoomba Bwana atakifanya. Na nguvu za Mungu zinaonekana kwa wale ambao ni watakatifu. Kutoka sura ya kumi na saba Biblia inasema ya kuwa watoto wa Israeli walikuwa wanakiingia ndani ya vita, na wakati yote Musa alikuwa anainua mikono juu, Biblia inasema Israeli ilikuwa inapiga adui wakafa wakaangamia, lakini Musa hata akiinua mikono yake tu kwa kuchoka, Biblia inasema Israeli ilikuwa inapigwa na watu wanakufa. Kwa hivyo Yoshua, Aaron, nafikiri Aaron akainua mikono ya ya nani, ya Musa, ili tuweze kuomba. Kwa hivyo maombi mengi watoto wa Israeli pamoja na Mordekai na Esther wakaomba adui wao, Mungu akawapa nguvu na mamlaka ya kuua adui wao. Na wewe leo, hakuna kitu kingine nilichokuambia, nimekuambia umepewa nguvu na mamlaka ya kuua mauti na mahali kote na kotoka kata. Kwa hivyo walipouliwa sasa wale adui zao wakasema huyu Mungu wa Israeli na sisi tunabadilisha sasa. Tunaingia katika tuna tunajivua tuna utu wetu, tunavaa utu wa Israeli, tunakuwa watoto wa Israeli. Haleluya! dunia ni sisi tunakwenda kujibadilisha, na kwa maombi. Biblia inasema ule mfalme akiwa amesaini kitu akiwa amesema kitu alikuwa ni uliwe lakini kwa sababu ya maombi mauti ikaondolewa. Kwa sababu mfalme alikuwa ameweka mauti, lakini kwa sababu ya maombi mauti ikaondolewa. Hata kama shetani mwenyewe amesema atakuuwa atakua utu, kwa, tunaomba siku ya leo hiyo hiyo hiyo torati Tunaivunja vunja tunaiondoa hakuna mauti itakayo kufuata. Eti shetani ndiye amemsema, eti mfalme fulani ndiye amemsema, eti baba ndiye amemsema, sijui ni nani amemsema, sijui anatoka wapi, sijui amesoma nini, sijui ni nani, tunakata katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Nilikuwa nina ninakuinua katika imani, tunakwenda kuomba sasa hii katika dakika kumi na tatu tunakwenda kuomba lakini oikii kumi na tatu, vile ninajua nilipoendelea kukuhubiria, najua kuna mapepo yaliondoka ndani yako hata sahihi kuna mapepo ambayo anasema huyu bwana kae sitakaa kabla sija, sijaomba sitakaa kabla sijaomba, kwa sababu hata na zile pepo zinazobakia lazima ziondolewe katika jina la Yesu Kristo nazaretaliha. Leo nitakaposema mena nikimaliza, hakuna mauti tena ndani yako ndani ya nyumba yako ndani ya biashara yako ndani ya kanisa yako ndani ya nchi yako. Tunakwenda kuharibu kazi za mauti. Inua mikono yako, tunakwenda kuomba. Kitu cha kwanza ni msamaha. Tumesema ya kuwa Ezekia aliomba kabisa, kitu alipomaliza kuomba kwa Mungu, Mungu kumbuka, kumbuka, nina kuhofu, nina hofu ya Mungu. Wewe uko na hofu ya Mungu, shetani anakushtaki nini? Kile ambacho shetani anakushtaki ndiye mulango mauti inaingilia ingilia. Inua mikono yako juu tu, na wewe unisaidie, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, tunakuja kuomba Baba. Tunajua kuwa wewe una nguvu na mamlaka na uwezo wa kuharibu kazi zote za shetani, ibilisi, nyoka. Baba, tunakuja mbele zako tukisema, adui amepanga mambo mengi sana, ata anataka kutuua, lakini siku ya leo Tunakuja mbele zako kukuomba, mahali kote ambapo shetani na ufalme wake mauti wamepata Baba njia ya kuingia ndani yetu, Mungu. Mm, damu ya Yesu Kristo tuoshe, damu ya Yesu Kristo tutakasi, na mauti hiyo iondolewa na dhambi hizo zisamehewe, katika jina la Yesu Kristo. Samehe, omba, omba, omba, endelea kuomba. Bwana Mungu akuonee rehema na huruma, dhambi zote za wazazi

Bwana aziondolewe aziondoe sasa katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ninaita moto sasa kutoka mbinguni uchome uchome uchome chochote ambacho, vitao vya shetani ambavyo alikuwa ameandika makosa yako na pale ambapo alikuwa anapitia, hivyo vitao vya shetani vya kukushitaki, moto wa Bwana vichome katika jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Biblia inasema Ah, omba omba, ita damu ya Yesu Kristo. Pasipo damu ya Yesu Kristo hakuna msamaha wa dhambi, Waebrania tisa ishirini na mbili. Omba omba omba damu ya Yesu Kristo ikuoshe, damu ya Yesu Kristo iseme mema kwa ajili yako. Vile vile inaandikwa ku, katika Waebrania kumi na mbili mstari ishirini na ine, damu ya Yesu Kristo ikuneneye mema kuliko damu ya Abeli, kwa jina la Yesu Kristo. Ah, Biblia inasema eti mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hivyo mauti ilikuwa juu yako kwa sababu ya dhambi. Lakini Warumi sita ishirini na tatu mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini tunashukuru Yesu aliyetupenda akafa kifo ili tuweze kuishi na Mungu milele na milele. Hiyo ni upendo wa Mungu. Ndiyo maana sasa hivi tunapoendelea kuomba, tunapomaliza kuomba ile mauti Bwana ameifunga ile mauti. Damu ya Yesu Kristu imeifunga ile mauti, da, eh, mauti ya Yesu imefanya nini? Imeifunga. Haleluya! Kwa hivyo sasa, inua mikono yako, ninakwenda kuombea kulingana na vile Roho Mtakatifu ataniongoza, lakini na wewe omba katika jina la Yesu Kristu. Baba, katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti tunakwenda kuomba hili magonjwa yote yaondoke ndani yako magonjwa inayoleta mauti oh, yego magonjwa magonjwa yote inayoleta mauti hiyo magonjwa iondoke ndani yako kwa mapigo ya yesu kristo umepona kwa mapigo ya yesu kristo tumepona ita damu ya yesu kristo iguponye nasema sahihi kama ni mapepo aliyokuletea magonjwa hiyo mapepo ya mauti iondoke kama ni majini kama ni maembe kama ni ngome za shetani kama ni ufalme wa shetani wal tea magonjwa magonjwa ndani ya mwili wako, hiyo magonjwa iondoke katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa inayoleta mauti, ninakuja kuiondoa kwa kuwa Yesu ametupa nguvu na mamlaka na ametuambia tufukuze hiyo magonjwa. Ninafukuza ndani yako magonjwa yote, haimaanishi hiyo magonjwa imetoka wapi. Hata ni magonjwa ya familia, ndio, babu yako alikuwa na hiyo magonjwa ama mama yako ama baba yako ama anko, lakini na wewe ikakufikia hiyo magonjwa, ninaiondoa hiyo magonjwa liyontoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na ninafunga mulango huo wote ambayo magonjwa mauti ilikuwa inapitia katika jina la Yesu Kristo wanazareti ali haya. Inawezekana mahala ambapo unaishi kuna, m, kuna, kuna mapepo ya hiyo eneo na unakuta wanaume wa hiyo eneo wote wana, wengi wanakufa watoto wanakufa, unakuta wamama wanapokwenda kuzaa wanakufa, tunakwenda hata kufukuza mapepo ya mauti ambayo iko ndani ya mahospitali, hiyo hospitali unapokwenda huko watu wanakufa. Kwa jina la Yesu ninafukuza mapepo yote ambayo iko ndani ya eneo watu hawa wanaonisikia wanaishi Baba, ndani ya hiyo eneo kuna mapepo ya kuua watu, ajali ya gari zinazoua watu. Watu wanajiuliza kwa nini hapa watu wanakufa kwa wengi. na tuma damu ya Yesu Kristo iondoe, iondoe ajali hiyo, pepo za ajali ziondoke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninafukuza sasa pepo ya mauti ambayo iko kwa wanaume ndani ya, ya, ya eneo tunaoishi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ih, wanaume wanakufa wakiwa na ugonjwa fulani, hiyo ugonjwa iondoke, ama hiyo sababu yote iondoke katika jina la Yesu Kristo wa. Wamama nao hapo wanapenda kufa huko, tunafunga hiyo pepo ya mauti kwa wamama katika jina la Yesu Kristo Wanazareti ali hai. Baba yangu, kuna watu ambao wanaishi ndani ya nyumba, walipoingia ndani ya hiyo nyumba, mauti ikawafuata, watu wakaanza kufa huko. Hiyo nyumba, ninafunga mauti, pepo la mauti hiyo nyumba ninazifunga, ninaziarebo, ninaziangusha, ninazibomoa, ninazitoa nje, toka ndani ya nyumba, toka ndani ya nyumba katika jina la Yesu Kristo Nazareta. Mtu yeyote aliyeota, uliota ukifa, uliota ukipepea kwa watu, uliota ukisikia sauti na kuambia unakufa, uliota kabisa ukiona wako wanakuzika kwa jina la Yesu Kristo, pepo la mauti ninaliondoa ndani yako, hiyo mauti ninaifunga ninaitupa pale pakavu. Katika jina la Yesu Kristo. Haimaanishi haimanishe ni nani amekuua, ninasema sasa, ninakutoa ndani ya, ya, ya hiyo shimo kwa jina la Yesu Kristo. Ninaweka mawe ndani ya hiyo shimo, ninaweka mawe ndani ya hiyo shimo, na ninafunga kabisa katika jina la Yesu Kristo Nazareti, ali hai. Ninasema hata kama ni mshari wa mnakutumia hiyo mshari ya ulozi, hiyo mshari ya ugonjwa, hiyo mshari ya umaskini, yote ya yatanoga ende ndani ya mgomba, iende ndani ya muti ikamate mti lakini wewe siku kamate hata kidogo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuna mlozi ama kuna mtu ambaye alikuja kwako kabisa, kakwambia, atakuwa, nina sema hizo izo nguvu zake zote anazozitumia nina ziharibu nina ziyeyusha, hatakuwa iyo, maneno haitatimilika hata kamwe, katika jina la Yesu Kristo. O oh, sadaka walizotoa wali walimwaga damu ya binadamu ili wewe wakuue, walimwaga damu ya kondoo, damu ya mbuzi, damu ya ng'ombe, ya damu ya kuku, izo damu zote ziwe bure, nina ziharibu. Hawatakuwa tena hawataweza kukua hizo nguvu ninazifunga, hata hakuna mtu ndani ya nyumba yako atakayokufa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aleluya! ulikwenda kwa, kwa unazaliwa ndani ya familia mahali ambapo kuna mauti inayoua watu wanapofika kwa miaka fulani. Ninasema i ninavunja hiyo laana, hiyo laana ninaivunja nyumba yako mutapita hapo, iyo mauti ninaifukuza ndani ya nyumba yenu, ndani ya familia yenu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tumepewa nguvu na mamlaka ya kuharibu kabisa iyo la ana, iyo la ana ya ndani ya nyumba zenu, ya kufa kwa mwaka fulani, ninaiharibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ali hai. Unazaliwa ndani ya nyumba mahali ambapo wa babu zako wamekwenda

kuomba sijui ni kitu gani wao lakini huko wakamwambia watoe kafara watu kwa miaka fulue, kama ni tano mtu awe nakufa kwa miaka ingine tano mtu awe anakufa leo. Ninasema kata kata hiyo makubaliano hiyo makubaliano na ulimwengu wa giza, kata hiyo makubaliano katika jina la Yesu, na useme ninaondoka ndani ya makubaliano toa, toka ndani ya hiyo makubaliano katika jina la Yesu, toka ndani ya hiyo makubaliano kubaliano ondoka ndani ya mkaburiano ya wababu zako na nyoka wababu zako na, na, na, na, na, na, na, na miungu ya mauti miungu ya mauti, ondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakwenda kuombea ninakwenda kuombea watu ambao kabisa unasikia ndani ya jamii yao unakufa kwa kitu ambacho hauelewe. Ninasema hiyo mauti iondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ha, inawezekana na wewe ambayo unanisikia, umezaliwa ndani ya familia ambapo imemwaga damu, ambapo imeua watu. Ninakwenda kukuombea kwa sababu Biblia inasema kwa sababu ee, inasema, Biblia inasema utakaye uwa na upanga na utauliwa na upanga, na ndicho shetani ana anafanya nene anatumia akija kukuwa na kuwa watoto wako, katika jina la Yesu Kristo, na kuombea rehema na kuombea huruma. Damu Yesu Kristo kuoshe, damu Yesu Kristo kutakasi. Yesu Kristo amekuondoa, amekutetea. Yesu Kristo amekuondoa ndani ya la ana ya torati, iyo la ana ya torati, damu Yesu Kristo ioshe, iondoe, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Aa, vile nilisema inawezekana

Kwa mdomo wako ulisema unataka kufa, ama heri kufa kuliko kuishi maisha haya. Bwana kusamehe, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Bwana kusamehe, naweze na leo. Ninaondoa hiyo mauti, hiyo mauti ikatae. Niwe ulisema unataka kufa, na mimi nasema sitakufa tena, sitakufa tena. Maombi niliyofanya ya kufa, ninayaondoa, ninayakataa, ninaondoka ndani ya mauti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti ali hai mzazi ambaye umetukana umetuka mtoto wako ukamwambia afe au mwambia asiishi, unamwambia unampa, unamwambia hataishi, hataishi siku mbili. Ninasema, ondoa sasa laana, ondoa hiyo laana kwa watoto wako, ondoa hiyo laana kwa watoto wako, ondoa hiyo laana kwa mtu yote, maneno yote uliyotukana mu mtu ukamwambia afe, iondolewe sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai Baba, asante kokowe ni mwema Baba. Ninasema maneno yote aliyofanyika katika Bwana, nyumba ya ya ya Mungu ya ya familia zetu mahali kote ambapo familia zetu wababu zetu walikwenda kuabudu miungu yao, mauti yote ambayo imeingia hapo, kwa sababu na mauti iko pale, hiyo mauti tunaifunga. Hiyo mauti ya miungu ya wababu zetu tunafunga, tunatupa pale pakavu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Ah, unaweza kuwa mahali ambapo unaishi, kuna mauti ambayo tulishavisema inachukua wa mama inachukua wa baba maa vijana inachukua watoto wa mwisho na watoto wa kwanza. Omba omba omba, tunazifukuza hiyo pepo la mauti, tunazikemea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai Baba, ninasema sante, ninasema sante Baba. Kila mtu sasa jifunike na damu ya Yesu Kristo, jifunike na ukuta wa damu Yesu ya Yesu Kristo, useme ya kuwa pepo ya mauti haitarudia tena. Ah, va moto wa Bwana, va moto wa Bwana. Wewe uwe upanga, upanga wa Mungu utakayekata mauti takaporudia katika jina la Yesu Kristo. Ninavaa upanga wa Mungu Baba. Shetani, mauti takaporudia ita itakatwa katika jina la Yesu Kristo, na nguvu za Bwana ziwe juu yetu na, uh, na silaha za Bwana zitulinde na miujiza ituzunguluke, wakati watakao kuja kutuua wakose njia ah, wasahau majina yetu wasahau mapicha yetu wasahau njia wasahau hata ah, wa, ah, chuki walikuwa nayo iondolewa kwa jina la Yesu Kristo, wa wamalaika wa Bwana ndio wamalaika wetu watulinde katika jina la Yesu Kristo. Ajali nafukuza ajali kwa jina Yesu Kristo amen. Bwana wabariki sana rafiki zangu, ninawakumbusheni hivi tu, iko mama moja ama ni watu wengi nishasikia hiyo habari, katika ajali za basi ama ajali zingine, unasikia watu wanafanya ajali, lakini mmoja anasema Yesu aliyosema Yesu, wengine wanakufa yeye anabakia kuna nguvu za kushinda mauti ndani ya jina la Yesu. Tutumie jina la Yesu kila wakati. Bwana awabariki Boso. Uh, Mtume Augustin Ngirabatware wa matendo ya Roho Mtakatifu, tunaendelea kuomba mpaka, na wewe mwenyewe unasema mauti haiko tena, mauti haiko tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ah, kama umebarikiwa na maombi haya, na tunakwenda kukusi uendelee kuwa na, na unaingia una ndani ya YouTube, hata uwape watu wengine. Sisi sio kwamba watu wawe, hapana, tunataka watu wajue Bwana Mungu si wa maneno tupu, lakini wa nguvu na mamlaka ya Roho Mtakatifu. Simu yangu ni alama ya kuongeza mbili tano sita saba nani sita arobaini na sita hamsini na saba sabini na moja. YouTube ni Apostolo Auguste Ngirabatware ninawapenda sana, tutaendelea tutaendelea na maombi, tuko katika kuomba, tumeona maombi ndiye atatufanya kile tunataka kuwacho. sikulia siku sema, oh, mchungaji wangu oh, ni nini wewe. Ingia ndani ya maombi, tuombe tu, tutaona kile Mungu atafanya. Bwana, wabarikeni na wapenda sana, amen.